Denis Mutiso aliyekuwa mmoja wa wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na kundi la kuogelea la shule ya wavulana ya Friends Kamusinga alikuwa akifanya mazoezi kabla ya kukumbana na mauti yake. Mutiso ambaye ni mwanafunzi wa kidato cha kwanza alikuwa katika shule hiyo kwa muda wa wiki mbili na nusu, na alionyesha weledi wake wa kuogelea ndiposa akachaguliwa kujiunga na kundi la waogeleaji shuleni humo. Mashindano yataandaliwa mwezi ujao, na alikuwa akifanya mazoezi so

Wazazi wa kijana huyo tayari wamefahamishwa kuhusiana na tukio hilo. Wanafunzi shuleni humo wamekuwa na uoga kutokana na tukio hilo. Nimebidi wao kupewa ushauri na saha Mwili wa marehemu ulipelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha Dreamland mjini Kimilili. Dana Rose, QTV.